Mambo vipi mtazamaji, kabisa na kwenye exclusive interview. Leo niko maeneo ya Tegeta na bahati nzuri sana kila ambacho leo kimenileta huku ni kuhusiana na Tegeta Kids. Kwa hiyo na story nyingi sana, nasikia bwana humo kuna vijana wengi sana ambao wana dance, wanafanyaje na nini. Najua pia tumeona kwenye video ya Diamond, uh, kwa wale ambao wamecheki nadhani nimeelewa kwenye nani pale. Mmeona ile Tegeta Kids ambao wameumiza. Na pia kuna story nyingi sana ambazo zinaendelea kuhusu wakuswa. Mimi nimekuja mpaka sima ambako huwaga nafanyia mazoezi na kempu yao ilipo maeneo ya Tegeta huko. So, Uh, mimi leo uh, bahati nzuri sana na mambo mengi sana ya kuzungumza sana kuhusiana na wao ni eh, wame, ukiangalia, uh, Tanzania sasa hivi sasa hivi na vitu ambavyo vinavutia sana, ukiingia unaanza kukutana na watoto Hamjambo? wazima kabisa wazima. Nani na dansi, ya? Ndio. Eh, nani na dansi? Eh. Eh, bwana, sasa mbona matoka sasa? Au sasa ile imesha? Imetumwa. Imetumwa. Ni miaka mingapi wewe? Mi na moja. Wewe? Saba. Ni miaka saba. Hey, bwana Tegeta Kids bwana huku. Ka toto wa miaka saba unakutana nao. Sasa, Miss J kolaga, ila sema hii nzuri sana hii. Hapa bwana kempu nyendo ile pale kama za kuona bwana wanafanya mazoezi yao. Mimi hapa nina shida na nani kweli? Leo nataka nianze na nani? Mage au nani? Yule binti yule, watu ndio wamempenda sana. Ah, mimi ni mwalimu wao mwingine tu. na Mage a nani? Mage, Mage, mambo, mzima s tupige story huko. Mimi Mage bana, nimempata Mage, unacheza sana bana wewe. Eh. Bana, kama nilivyokuambia mimi nimempata Mage na bahati nzuri sana niko naye hapa kutoka Tegeta Kids. Mage, kwa maana gani? Nimefurahi pia kukutana na wewe. Hata mimi nimefurahi. Mzima, yeah, ma. kabisa Mzima. Maisha ya Tegeta Kids hasa nataka nifahamu hasa. Umejiunga lini hasa, na Mage, ndo jina lako pia? Yeah. <laughs> Ilikuwa, <laughs> ilikuwa kwanza komunio anapokea komunio ya kwanza. uh -huh. Mama aliniambia ananifanyia ukumbini. uh -huh. Kama ukumbini inapendeka sana, kuna madansa hivi mama kwa uh -huh. nistafute hata marafiki zangu sita au saba. uh -huh. Nikaingia nao tukafanya kama kishow fulani. uh -huh. Mama akisema mbona kama wazo lako zuri. uh -huh. Basi utafute kisha atafuta Taniambia yeah. Mimi kweli nipenda shule mm -hmm. Nikaangalia wale wenzangu wenzangu wale marafiki zangu kabisa mm. Nikaambia wengine ah, wakasema uh -huh. Bwana si hatuwezi bwana, mimi hata kunyanyua mguu siwezi uh -huh. Nikaambia tuendeni hivyo hivyo tutaweza, uh, huu ndio mwanzo. Akasema ah, kweli uh -huh. Kachukua marafiki zangu hapa uh -huh. Kesekuoda uh sala -huh. sita kaleta kwa mama, tukaongea, tukatafuta nyimbo zetu special, tukaweka pale, tukacheza. uhum. wiki moja mbele ndo shughuli yenyewe. Mama akaja akatuangalia, nazima najitahidi, endeni hivyo hivyo kasema. Ah, mama atungonga manake ndo kwanza tunaanza hata kujua kucheza vizuri, atuja. So kama sasa hivi kweli tukacheza pale hmm. Kwenye shule tukaenda tukaperform vizuri, watu wakasema mbona mnacheza vizuri? mm-hmm. Mama akasema jiko jigani tusiendeleze ile kundi likawa kubwa mm-hmm. Pale mama akamwita chatini pale, alipomwita akamwambia jiko jigani tusiunde na jina jina la Tegeta Kids mm-hmm. Akaunda pale akasema, kwanza leo ile group ilitaitwaje? Tegeta Kids. Kwa hiyo tukacheza tumecheza tumecheza mpaka sasa hivi ah. Hongera sana asante, nimependa ni, ni kitu kimoja ambacho uh, ewe ambavyo Diamond alikuja kufanya kazi na nini, nkuona pia ulikuwa unatoa machozi, ilikuwaje? Hasa kwanini ulianza kutoa machozi baada ya kukutana na Diamond? E, yani kuna maneno fulani ambayo anko Diamond alikuwa anaongea mm, ambayo mimi alinigusa. Mm. kama mimi nikiangalia pa mtaani kuna wale watu wanasema mm, ah, kucheza uuni mm. watoto wadogo mnanengua nengua bado muende shule mkasome muangalie, sio kile kitoto kile. Wengine wanakusema vibaya, au asome huyo, ashaacha mm. shule huyo, afikita hata sekondari mm. ya sami. Ile maneno yako yananiumiza mm. lakini kwa ushauri, nikiwa naenda namwambia mama, nimepita mtani, mama fulani kaniambia hivi mm. mama. Oh, wewe unasikiliza nini wewe, usimsikilize hata akiongea mm. chana naye, na tulipoenda kule kana tuambie tena ile yale ambayo msiyo. Yaani kama una focus mwako na focus kitu fulani, wewe fanya hicho hicho usiangalie nyuma. Kweli aa, kanishinda nikaanza kulia. Okay. Nataka nifahamu sasa. Nifahamu Diamond ndo msanii wa kwanza kufanya naye kazi mkubwa ama ilikuwaje? Hapana, kuna Harmonize tushafanya Oliver

Diamond na Chino. Hamna tu mimi tu mwe wangu, mwe wako tu, nataka nifahamu yeah, hasa Diamond uh, aliwafahamu vipi hasa mpaka uh, mkafika steji ya kufanya naye kazi? Aliona wapi hasa aliwatembelea pia ama ilikuwaje mpaka kapata nafasi kufanya naye kazi ah, iwapo hayo mm. ni... Ticha, ticha atakuja kuongea, amefundishwa namna mpaka ya kujielezea. Safi sana, nimependa hiyo kitu uh, pengine hasa, na umezungumzia kuhusu swala la shule, hata wanazungumza anaambia kwamba tutakuwa mwe shule na nini, nasoma mm, na, na, na, ama ni na watu ambao maacha shule mama kudensi? Hapana, kila mtu anacheza hapa na hapa mm. Hawaruhusu ambaye mtu ambaye asome, wote tunasoma oh. Ina maana Tegeta Kids hapa auruhusi kufanya kama usome uruhusiwe, vizuri sana. Ongera sana. Malengo yako ni yapi hasa kwa mfano kwa upande wako? Mimi malengo yangu tangu nikiwa mdogo, Nikija kuwa dancer mkubwa wa ndani ya Afrika na nje ya Afrika na, la mwisho pia niliona ulikuwa nazungumza kuhusu baba yangu leo ambavyo aliku alikukulea kwenye malezi na vitu vingine kama hivyo, pengine aweza kumpa short story, hasa ili ilikuwaje, kwa nini pia ua kuumiza sana hichi kitu? Kwa upande wangu mimi kwa kweli baba yangu mimi yaani, malezi mimi sijapata malezi ya baba mpaka sasa hivi, nakuwa ni mama ya Baba ilikuwa ja sasa pandwa haya, utakuja <laughs> kuongea mama yeah? anakuja kuongea mama lakini, tokea uke sawa, wakipindi hiki, tokea uanze kupata jina utata, labda kwa namna moja kukujulia bana, mtoto wangu bana, hivi na hivi, baada ya na nini vaja kutafuta Video ya Diamond wakati ya natoka, wee ndo umeonekana pale front vile naanza katika toto ambao ni makariri sura hata yani, wee ndo nakuona ile image, nakuja pale ili ulifahamu kama wewe ndo utaonekana vile ama ulihisi uli tu kama nikatoka? Sikutarajia kama mi ndo ndafungua video, manake watoto tulikupo wengi karibia mia. Sikutarajia kama mi ndo nitakupa wa kwanza pale. Mm -hmm. Sikutarajia na nilivyoona mm -hmm. Yani nilifurahi sana na, yani nilitamani hadi kulia, yani nilifurahi sana yeah. Furai ilizidi yani yeah. Ilizidi siku hiyo ni sikulala mi, mm. shaweza uh -huh. kulala saa nne, saa tano, siku kulala saa tano alai saa sita, kupo kesho sio siku ya shule. uh -huh. Kesho ndio kwa naisi kwa Jumamosi, sijui ni la saa saba ilinenda saa nane hmm. Nairudia tule video nairudia tu yeah. Eh. Na, le nairudianaiangalia na mtaani kulipa lipo na akeshakolipokucha bwana, familia marafiki zako washikaji pia walikuwa wali nakuambiaj, ana nilifutuka nje mm -hmm. kuna wale wale wanaongeaga chini chini, hata kuonekana kama eh, wana, wanakufagilia sana eh, hata kuonesha ndio huyu mage mage sanawatauonsha ndo huyu mage mage huja muona ni mimi kama sijasikia na mimi naendelea kuita uh -huh. Wengine wanasema, mdogo wangu ongea sana endelea kuongeza juhudi uh -huh. uh -huh. Utafikia malengo yako uh -huh. yeah. Kwenye kipato sasa iko vipi sasa? Kuna wengine wanasema labda wanapoteza muda wao, labda na nini, kwenye maendeleo labda pesa na nini, mnapata faida ambayo mpaka sasa hivi labda ni yapi? kama sali sisi sali anuwage uh, wazazi uh, ya yeah. Sisi yenyewe tunategemea kama redio, vifaa vinavyohitajika mazoezini. Basi mimi ni kushukuru kwa wakati wako, asante.